Kama Wakenya tumetamaushwa na yale maneno tuliyoweza kuyasikia, lakini yote tisa kumi, swali tunauliza, je, hawa ndugu zetu ni makosa gani walioyafanya? Kwa sababu kuingia nchi ya Tanzania, paspoti zao zilipigwa mihuri na idara ya migration ya Tanzania, wakaruhusiwa kuingia kule wale ambao walikuwa hawakuruhusiwa walizuiliwa pale pale kwenye kiwanja cha ndege na kurudishwa makwao, wengine wetu kama mimi sasa. Swali tunajiuliza, je, watanzania wanajua yale yaliyowafikia hawa ndugu zetu? Na hadi hivi sasa tumeelezewa ni makosa gani yaliyofanyika? Tunasikia wengi wakisema, oh, hawa ni viongozi wa Gen Z wanataka kuja kuvuruga hapa Tanzania. Tafadhalini tunaomba tunaomba mutueleze yale makosa waliyoyafanya, labda mutueleze sheria fulani ilikiukwa, labda stakabadhi fulani haikuwepo. Hawa ndugu walipitia mateso ya hali ya juu. Walifungwa mikono na miguu, wakawa wananing'inia, kisha ile miguu ilikuwa inapigwa. Walikuwa wanapigwa kwenye nyayo hadi miguu inakufa ganzi, inakuwa hausikii tena uchungu na pale walipoona miguu imekufa ganzi na uchungu haupo tena, wanachukua mafuta kupaka kwenye zile nyayo, ili damu iendelee kusambaa ili mtu aweze kusikia tena uchungu, kisha wanaendelea tena kukuchapa ukiwa katika hali hiyo. Yule dada ameelezea, wanachukua fimbo, wanaingiza katika sehemu yako ya nyuma, wanasukuma wakigonga, wakikwambia sema asante mama Suluhu, sema asante mama Suluhu, tingisa wanakusukuma wanakupiga mpaka damu inatoka. Leo hii kusikia viongozi wa kike bungeni wakiwatetea wale waliofanya maovu kama haya, kubaka na kutesa hali hii, ni jambo ambalo limeshangaza sana, na tunataka kutoa ujumbe na kusema hivi, hivi vitengo vya usalama, nafikiri Tanzania vinaitwa usalama wa nchi, kama sijakosea, tukumbuke hivi vitengo ni kama msumeno. Msumeno hukata mbele na hukata nyuma. Kwa kuwatetea tuna, tunaupa ule msumeno makali. Leo hii msumeno umekata mbele, wameumiza watoto wa jirani yako, ukumbuke huo msumeno kesho utakata nyuma, na ukija ukikata nyuma, tusije tukalia. Kama nchi ya Kenya, tumepitia madhila kama haya kwa vitengo vya usalama, watu kunyanyaswa, watu kupotezwa, watu kuuawa. Tumeyaona haya yote, tunawaombeni nyinyi msiyapitie haya. Lakini kwa yale matamshi yanayotolewa, kwa sababu ya watu ambao wameingia tu kwenye nchi na moja kwa moja wakaenda hadi hotelini, wameshikwa hotelini, hawajakuwa na mkutano, hawajaongea na mtu yoyote, kisha kupitia mateso ya aina hii hii kusikia viongozi wakiwatetea wale watesi wale wabakaji waliofanya mambo kama hayo ni jambo la kutia aibu sana. Niendelee hmm? Naam, um, sisi kama uh, watetezi wa haki za kibinadamu lazima ikumbukwe kwamba haki za kibinadamu ni za dunia nzima. Haiwezekani kuwa leo tupige kelele upande wa kule Arabuni haki zikikiukwa tunapiga kelele, Ulaya haki zikikiukwa tunapiga kelele, kule Marekani wanafunzi wanashikwa kiholelaholela, watu weusi wanateswa hapa na pale, tunapiga kelele kote, kisha tunaambiwa, haki zikikiukwa hapa tu tukiruka boda, tunaambiwa tunyamazi Haki za kibinadamu ni haki kwa kila mmoja wetu, kama alivyosema Martin Luther King, an injustice anywhere is a threat to justice everywhere, kwamba ukiukaji mahali popote ni wazi kabisa kwamba hilo ni tishio la ukiukaji wa haki kila mahali. Kwa hivyo tukumbuke kwamba sisi kama Waafrika lazima tusimame imara na tuseme kwamba utawala wa sheria ndio unafaa kupewa kipaumbele. Ikiwa mtu amekosea, ambiwe mashtaka yake, sheria ifuatwe, tuambiwe, tuonyeshwe kwenye sheria ya Tanzania amefanya makosa haya, na kwa sababu ya makosa haya sheria yetu inasema anafaa kupigwa. sheria yetu inasema anafaa kupigwa hadi miguu ife ganzi, anafaa kuteswa namna hii. Tunafaa tufuate sheria, tukionyesha sote tunataka sheria itiliwe maanani, tutasimama na tutasema ni sawa. Lakini ikiwa hakuna kosa lililotendwa, lililotendwa mateso yanafanywa kwa kiume na sheria, hatutakubaliana.